Huko peponi kuna pepo maalum jina lake inaitwa Arrayan. Haingii pepo hiyo mtu mwengine isipokuwa alofunga. Allahuma jaalna minhu. Pepo mwenyezi Mungu ndiye muumba wa huwa, aladhi yafalu ma yashaa na yeye ndiye mwenye kutaka na kupenda na kufanya alitakalo. Yamhu llahu ma yashau wa yuthbitu, na yeye Mwenyezi Mungu anaweza kufuta aliloliandika mwenyewe, na anaweza kuliacha na kulithibitisha analotaka mwenyewe. miongoni mwa mambo aliyeumba

miongoni mwa malaika wengi aliyowaumba, ambao hata idadi yake hakuisema wala hakuiweka kwetu sisi kuwa wazi. Mwenyewe tu anatuambia, wama yaalamu junuda rabbika illa huwa, hakuna mwenye kujua jeshi la Mola wako idadi yake isipokuwa mwenyewe ndo anajua. Kwani bwana mtume alipokwenda katika Isra na Mi'raj, mbingu ya saba aliona Baitul Maamur. Alipokuja kueleza alisema, yadkhulu fi kulli yawmin 70000 malak. Kila siku katika hiyo nyumba inaitwa Baitul Maamur wanaingia malaika elfu sabini wa idha dakhalu la yakhruju ila yawmi lqiyama. Na wakiingia katika hiyo nyumba hawatoki mpaka siku ya kiyama, na kila siku wanaingia wengine wa kwa hiyo idadi yao

Allamahu shadidul quwa dhumratin fastawa. Aliyemfundisha Bwana Mtume ni yule anaitwa shadidul quwa, yani Jibril. Dhumratin fastawa, umbo lake likoje Jibril? Bwana Mtume alipofika mbingu ya saba katika Isra na Miraji anasema raaitu jibrila, nilimwona malaika Jibril kwa jicho langu, na surat Najmi nathibitisha hivyo Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, alimuona mtume kumwona jibril mara ya pili katika umbo lake aliloumbwa na Mwenyezi Mungu. Mtume anasemaje? Lahu situmia janah, nilimuona jibril ana mbawa 600 Qad sadatil ufuq, mbawa zenyewe huoni mwisho huku wala huone mwisho. Ma baina kulli janahin ila janah, kati ya kila ubawa mpaka ubawa mwingine. Kama baina samai wal ardh, ni kama baina ya mbingu na ardhu. Mbawa za nani? Jibril. hal hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu malaika huyu, baina ya mbawa yake mpaka nyingine ile distance ni kama mbingu na ardhi. Lakini kuna watu walipotajiwa habari ya malaika motoni wako kumi na tisa, walisema mchezo tu. Kumbe malaika wenyewe walio motoni kumi na tisa. Wenzangu eh, mie nitawakamata kumi peke yangu. Mungu akishatutia motoni wale kumi na tisa, mie kumi peke yangu nitawakamata mimi Alafu wale tisa nitakuachieni nyie, kundi zima mtashindwa na watu tisa tu, kisha tutawakamata, alafu tutawaua, si tutatoka motoni, tutaenda peponi kwa kifua, kwa nguvu. Kuna watu walisema hivyo wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu akawafadhilisha malaika kati ya malaika na alipoumba mitume pia Mwenyezi Mungu amewatuma malaika laki moja na 24,000 nabi laki moja na 24,000 mitume hao wametumwa kuja kuwakumbusha watu habari ya Allah na mambo ya mbinguni. Katika hao laki moja 25,000 wako rasul na wako nabii, Fa kullu rasulin nabii walaysa kullu nabiyin rasul kila ukisikia anaitwa rasul huwa ni nabii, lakini akiitwa nabii huwa hawi rasul. Kwa hiyo hawo wote laki moja na ishirini na nne alfu kati ya hao laki moja ishirini na nne alfu kuna mia tatu na kumi na nne au mia tatu na kumi na tatu hao ni rusul, wanaitwa rusul thathmia wa arbatashar rasul. Katika hao mia tatu na kumi na nne wako ishirini na tano waliotajwa katika Qur'an kuanzia Adam mpaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi, wote wametajwa katika Qur'an. Katika hao 25 kuna watano wanaoitwa ulul ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul, wale wakubwa waliofanya jitihada na wakapata shida na wakaonyesha athari kubwa katika kazi waliotumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kuitekeleza: Ibrahim

Sasa hao kuna waliokuwa bora waliko wote ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Na Mwenyezi Mungu ameumba siku na katika hizo siku ziko alizozifadhilisha bora kuliko nyingine. Bwana mtume akasema katika hadith, sayyidul ayami yaumul jumaa, bwana wa masiku yote ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndiyo bwana wa masiku yote. Na katika miezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akafadhilisha baadhi yao kuliko baadhi nyingine, kama alivyosema mtume katika hadithi, wa sayyidu shuhur huwa shahru Ramadhan, na mwezi uliokuwa bwana wa miezi yote ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao leo Mwenyezi Mungu ametuletea Ndugu zangu Waislamu, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wapo wenzetu hawakufika, hawakubahatika, na wengine labda wamefariki wiki iliyopita tu. Wengine walikuwa na tamaniyati na nia kwamba watafika Ramadhan, watafanya maajabu, watafanya mambo, lakini hawakufika. Mungu ametuchagua sisi katika hao wengi, akatufikisha. Basi Mungu kwa kutufanyia hili, tumshukuru sana na tulipe ihsani hii na wema huu kwa kujitolea na kufanya kazi na kuutumia mwezi huu kwa ajili ya faida ya mambo ya kheri. Watukufu wa Islam, Ramadhani ina ibada ya funga, na ibada ya funga malipo yake ni makubwa, ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyemiliki kusema kwamba atalipa yeye malipo ya mfungaji. Kullu amalin yaamaluhu binu adama lahu ila lsauma innahu li wa ana ajzibii, amali zote azifanyazo mwanaadamu ni zake, lakini saumu ni yangu mimi, na mimi ndo mwenye kujua malipo yake. Bosi ikiwa na wafanyakazi wake dukani au kiwandani, akasema hawa wote hawa kumi, hawa ya malipo yao watalipwa kule lakini huyu hapa, huyu malipo yake nayajua mimi, nitamlipa mimi. Mentality inatuambia kwamba yule bosi amempenda sana, hata hataki kuwaonyesha watu malipo yake atalipwa nini? Na yeye ndo bosi mwenyewe anasema mimi ndo najua malipo yake huyu. Kwa bashasha na kwa furaha, yule bwana ataona kwamba kuna ujira mkubwa sana unamsubiri. Ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu katika ibada ya funga, amali zote ni zenu, lakini saumu niachie, ni mimi Akili inatuambia kwamba Mungu kama yeye ni kabir au akbar, katika majina yake walkabiru, na yule aliyekuwa mkubwa, la yujzi illa bilkibar, hatoi isipokuwa ujira mkubwa. Unadhani Mwenyezi Mungu akisema mimi ndo mwenyewe wa kufanya hilo, mimi ndo wa kulipa, unafikiri ujira utakaolipwa utakuwa ujira mdogo? kuna kisa napenda kukitoa ninapofika kufananisha ukubwa wa kile anachotoa Mwenyezi Mungu na ile ambayo analizungumza. Harun Rashid alikuwa mtawala katika daula la Abbasia. Daula la Abbasia ilianza mwaka 123 Hijria, ikaanguka mwaka 656. Watawala wake walikuwa 37, wa wamwanzo walikuwa Assaffah, wa mwisho alikuwa Mustasim. Rashid alikuja katika kipindi cha mwanzo mwanzo. Alikuwa ni mfalme aliyemiliki kweli kweli. Anasema kwa siku alikuwa katika mali yake akitoa alfu dinari kila siku, mpaka umri wake wote kamalizika. Hiyo ni mali yake tu ya mfukoni, achilia mbali ile mali anayotoa serikali yake. Sasa siku moja alikwenda kuzunguka katika katatibu, vyuoni, hivi vyuo vya mitaani, akaona wanafunzi wanasoma. Akamuuliza mwanafunzi mmoja, fi ayi suratin anta yabni, unasoma sura gani? Mtoto akamwambia, inna fatahna laka fathan mubina, mimi nasoma sura hiyo. Walikuwa na mbao zile zilizoandikwa sura zao zamani, wakiandika kwenye mbao au mawe membamba au magamba ya mti, vitu kama ngozi. Akamwambia, nipe nione. Alipotoa ngozi yake ile, akaona anasoma abasa watawalla, anjaahu alama Akamwambia wewe mtoto mdogo, umeanza kusema uongo mapema, tena unamdanganya mtawala, unamdanganya kiongozi. Akamwambia sija kudanganya, lakini asubuhi na mapema unauliza kuhusu sura, nikupe sura zilizotoa bishara kwa bwana mtume, inna fatahna laka fatha mubina, sio sura zilizokuwa zinatoa lawama kwa bwana mtume, abasa watawalla anjaahu lama Haru Rashidi akaona kumbe huyu mtoto ana akili. Mimi nilifikiria muongo muongo, lakini kumbe alitaka kunipa bishara, hakutaka kuniambia mambo ya kukunja uso na kupa mgongo. Akatoa dirham tatu akampa zawadi mtoto. Akasema la saitadribuni ummi alaiha, mama yangu atanipiga baada ya kuniona na dirham tatu. Harun akauliza kwa nini asikupige? Kwa nini akupige badala ya kukupa hongera? Akasema kwa sababu akiniuliza umepewa na nani, nikimwambia kanipa Harun Rashid, ataniambia mfalme mzima anakupa shilingi tatu? toka nazo hapa. Kama kweli mfalme anatoa hawezi kutoa shilingi tatu. Aa, Harun Rashid akamwambia mfanyikazi wake, nenda kalete fuko la mali, akaleta fuko la mali akampa mtoto yule. Sasa hii ndio maana ya kwamba mkubwa hatoi kidogo Unaonaje kama mkubwa anayezungumza hapo ni Allah khaliqu samai walard, ni kitu gani atakachokuzawadia wewe kwa amali aliyokuambia ya ni yangu mimi, unadhani atakupa nini? Na malipo yake Mwenyezimungu anasema analipa bila ya namba, bila ya hesabu ha. Anasema innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, malipo yake Mwenyezimungu bila ya hesabu sisi wanadamu malipo yetu kwa hesabu kali, kwa hesabu eh, kwa hesabu, na mara nyingine tunachoka. Mwenyezi Mungu hachoki, sisi tunachoka. Namwambia hasa ndugu yangu, bwana, ukiwa na shida wakati wowote niambie. Na yeye kweli atakuja, bwana, leo nina shida. Ah, shida gani? Watoto wangu wanaumwa. Haya, wapeleke hospitali. Atakaa siku nyingi, atakuja, bwana, nina shida. Eh, shida gani? Mke wangu wa anaumwa wa, haya, nakusaidia. Siku yengine atakuja bwana, nina shida. Kitu gani? Leo hatujala kitu. Siku ya nne atakuja, ah, kikuona yule e, anakuja yule, ataniambia shida zake. Haya, anakwenda huko, wewe anakukimbia hapo, kwa alikuambia mwenyewe kwa roho safi. Na huo ndo binadamu, na ndio udhaifu, halaumiki huyu, kwa sababu huyu sio kama Mungu. Lakini kwa Mungu uwe na shida mara milioni, mara bilioni Mungu hakuambi kwamba mwaka jana nilikupa na mwaka huu nikakupa na juzi nikakupa na leo tena unataka tena, kwa Mungu hakuna hiyo. Kwa Mungu nasema, innama yuwaffa asabiruna ajrahum bighairi hisab. Sasa malipo ya saumu ni makubwa sana. Nini katika malipo makubwa aliyotutabiria Mtume kwamba tutapewa? Nasema, inna fil jannati baban yusamma rayan la yadkhuluhu illa saimun. Huko peponi kuna pepo maalum jina lake inaitwa Arrayan. Haingii pepo hiyo mtu mwingine isipokuwa alofunga. Allahuma jaalna minhum amin. Pepo tukisema pepo, tusemi pales ya mtu fulani, au kama nyumba kama ikulu au nini.